Asante kwa kuendelea kuitazama Sauti Yetu TV. Kama bado hujasubscribe Sauti Yetu TV, gusa kitufe chenye alama nyekundu kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari na matukio mbalimbali. Hii ni Sauti Yetu TV. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt. Samia suluhu Hassan ametangaza kifo cha makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu David Cleopa Msuya kilichotokea leo tarehe saba Mei 2025 katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa amelazwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo.